Leo tumefikiwa na wageni wetu ambao wametoka Burkina Faso. E, ni ujumbe wa watu nane na unaongozwa na kiongozi wao ambaye anaitwa Mr. Traore. Na ujio wao umetokana na ziara ya Mheshimiwa Rais mstaafu Jakaya Kikwete ambako alikuwa ameenda Burkina Faso. Eh, wakati akiwa katika ziara yake ya, ku, ya kumtambulisha mgombea wetu wa, wa, wa, wa, wa ukurugenzi wa WHO wa Afro. Alifanya mazungumzo na Rais Traore wa Burkina Faso na Rais Traore wa Burkina Faso akaeleza nia yake ya kutumia facilities za Tanzania kwa ajili ya kufundisha watu wake, kufundisha madaktari wake na pia kuleta wagonjwa ambao wenye matatizo mbalimbali kwa ajili ya matibabu. Sasa eh, hao wageni walikuja, walianzia JKCI na leo wamefika hapa eh, tumepata nafasi ya kuwazungusha katika taasisi yetu ya saratani, wakaona kazi nzuri ambayo inayofanywa hapa na wameona kitengo chetu cha PET CT na cyclotron ambacho wamekiri kwamba ni kikubwa katika Sub-Saharan eh, Africa kwa ujumla. Wameridhishwa sana na huduma zetu, na eh, wamefurahi kuona kwamba tuna training program, tunafundisha mateknologist tunafundisha madaktari pekee katika kuspecialize cancer tunafundisha pia na wauguzi katika kuspecialize cancer. Nao walikuwa wangependa walete madaktari wao tuwafundishe kuhusiana na matibabu ya kansa, kwa maana kwamba waspecialize pamoja na wauguzi wao, kwa sababu kwao huduma za kansa bado ziko katika kiwango cha chini. Kwa hiyo wamekuja kuangalia uwezekano wa wao ku collaborate na sisi kufanya kazi kwa pamoja. E, e, wamepata nafasi ya kuangalia training program zetu kuangalia e, mashine tulizo nazo na pia tumepata nafasi ya kuelewesha pia kwamba mashine sio hizi tu, tunatarajia kwamba kwa miezi e, kwa kama mitatu minne, tunatarajia mashine tatu mpya za matibabu ya saratani zitakuwa zimesha zimeshaletwa na, ku, na kuwa installed na kuanza kufanya kazi kwa hiyo tutakuwa tuna miundo mbinu ya kutosha ukichanganya e, pamoja na huu mradi wa, wa pet cyclotron ambao tunamshukuru Mheshimiwa Masamia Suluhu kwa sababu mwaka elfu mbili na kumi na tisa alipokuwa amekuja hapa kwa ajili ya kuzindua mashine za Linacs ndio wakati ambapo tulipomwomba, lakini kabla hapo tulikuwa tumeshatuma maombi toka elfu mbili na kumi na nne kwa elfu mbili na kumi na tisa akaja kuzindua tukakumbushia maombi yetu lakini mwaka 2021 na rais alipokuwa rais yale maombi yetu akayawezeka kutekelezwa. Ni mradi eh, ambao ni mkubwa kwa kweli mkubwa katika Sub Saharan Africa, pengine ni sisi tu pamoja na Kenya tulionao, lakini na South Africa nyingine nchi nyingine zote hazina. Kwa hiyo uh, wenzetu wa Burkina Faso wameonyesha pia nia ya kuleta wataalamu wao kuja hapa eh, kujifunza na sambamba na hilo pia kuleta wagonjwa wao badala ya kupeleka wagonjwa wa Ufaransa, ambapo ndio wamekuwa wakipeleka siku nyingi. Wamesema kwamba wanaangalia uwezekano wa kuwa na memorandum of understanding ili walete wagonjwa wao katika taasisi ya saratani ya Ocean Road kwa ajili ya vipimo pamoja na matibabu, sambamba na kuleta watu wao kwa ajili ya kufundishwa. Asanteni sana.